Nek ajue anapambania Simba mimi, astegemea ukubwa wa timu utambeba kwa sababu sasa hivi hawa ukubwa wa timu ndio unambeba Simba inapita ndio maana atakaonekana. hawa mchezaji mdogo ile yuko kwenye timu kubwa. Sasa hii timu, timu kubwa unajua labda nikuelewesha kidogo kiufundi na natumia ufundi natumia elimu yangu ya CAF Pro Diploma yeah. Simba, Simba, Simba, Simba sisi tunategemea yeah. kiungo mchezeshaji ndio muhimili wa timu ambao namba 10 ambao namba 10 anacheza nani? Huyo uliyemtaja. Hawamo. Si ndio? Anacheza namba ngapi namba kumi. Kwa hiyo matokeo ya timu katika mechi kubwa kama hizi, maamuzi yanatoa nani? Yeye. Yeah, yeah. La kwa hiyo naweza kukupa mfano rahisi. Kipindi chama anacheza namba kumi, michuana Klabu Bingwa yote, maamuzi eh, yake yanatoka kwenye mguu wake. na akili yake, si ndio? Lakini michuano mnaona karibia msimu wa pili tunacheza. Yeye yeah, namba kumi ndo anatuferisha hata msimu uliopita alitufairisha baadhi ya magoli kibao. Leo tena anapata nafasi nzuri, anaanza kuleta watoto, hawabadiliki. Ajue anaipambania Simba Sports Club, hawaige kina Malisi Mblamo, hawaige kina Mpanzo azio, wanavyocheza wanavyojitoa. Mi lazima niambia ukweli, kwa sababu hii timu ya kwetu sisi, yule ni mchezaji, kesho anaweza ukamwona Yanga atuwambia ukweli. hii e Simba Sport Club wewe tena, mimi na usii uongozi wa Simba, yani nausii leo mbele ya kamera, nausii dirisha dogo. Kama inawezekana Chama kurudi arudi, narudia, yani narudia, dirisha dogo, tusione aibu, tusione aibu sura zetu Simba na timu bora na wachezaji wazuri, hatuna namba kumi mbunifu. Kama inawezekana chama kurudi arudi, tusione aibu. Mimi nakwambia hii Simba na Morisi Ibrahim huku na mpanzo, namba kumi, chama lete bayani. Ah, beba kaunganishe bayani hivi, wewe nisikilize. Narudia tena hii yeah, kauli kama, kama kuna uwezekano viongozi wa Simba inawezekana kumrudisha chama arudi. Mm. Kuliko kwa sababu tunatanga namba kumi mbunifu okay. Asa, kwenye boksi umeona Nisikiza umemwona nani? Mayama si yupo. Nisikiza umemwona umemwona Morris Ibrahim. Eh. Barani alifanya. Umemwona Mtare barani alifanya. Umemwona Soa kule mbele. Uh -huh. Kwa hiyo tunataka namba 10 mbunifu unapofika kwenye box unajua anapambania Simba Sports Club. Yeah. Eh, yeah. Eh, bwana, mbali na hayo, bwana, tuzungumzie kwa performance ambayo mmeiona hapa ndani ya dakika 90. Ni timu ya namna gani hasa? Simba. Uh -huh. Simba ni timu bora, sio namna gani? oh, wewe uone kama hujui, nakupa siri. Sikiliza mm. mwandishi. Uh -huh. Mwandishi mbea, sikiliza. Uh -huh. <laughs> Katika timu eh, yenye kikosi bora Afrika Mashariki mpaka sasa hivi ni Simba, sio timu nyingine eh. Afrika Mashariki ndio Simba ni timu bora kuliko timu yoyote, ina wachezaji wenye high quality eh, wana wachezaji wenye high passion eh, ina wachezaji wadogo eh, umemwona wewe eh, wewe we, oh, we, we, mwandishi Mbeo unasikiliza nini huko uh eh -huh. Suna Moji Mandala eh, asikiliza huko eh, umemwona huyu Morris Abraham umemwona Pacome eh, wanafanana viwango kama ujui uh eh. Ila tofauti Morris alichomzidi Pacome sehemu hiyo moja Pacome ana mwaka mmoja kabakisha mbele azeeke yeah. Morris ana miaka 30. Mbele ili awe mzee Morris ana miaka mingapi? 30. Mweke tena Pacome ana mwaka huo hey. Ili azeeke a asicheze tena mpira. Morris ana miaka 30 ili ndo azeeke asicheze mpira. Kwanza ule mtoto ndio ananifurahisha. Ana kwa ana yule mchezaji kwa overtake kama vile ana overtake ya Abudi anapita pembeni Ala, kama ana ofata kia Buda atoka kwa mbele, afu akifinya anachungulia, imepigwa kule. Ikipigwa kwa anapiga, anapiga zile tunasema technician football. Anapiga mi minus and plus. Do you understand? Minus and plus. Centimeter cubic per hour anapiga cha. Ah!